Tulikubaliana kwamba leo tarehe sita mwezi wa sita tutaanza semina <coughs> yetu ya kuzungumza habari za Pentekoste, maana tarehe nane, Jumapili ya wiki hii itakuwa ni kilele au maadhimisho ya siku ya Pentekoste. Sasa ni vizuri tukatumia hizi siku tatu kuweza kukumbushana na kujifunza habari hizi, na ili kipawa cha Roho Mtakatifu kiendelee kufanya kazi sana katika maisha yetu. Nikuarike, tu unifuatilie vizuri sana wewe uliyeko hapa, lakini pia na hata wale ambao wanafuatilia kwa njia ya mtandao, nifuatilie vizuri kwa sababu ninaamini liko jambo ambalo Mungu ana mpango wa kulifanya kwa ajili yako ili uweze kuendelea kumwona Mungu katika maisha yako. Zingatia kuandika yale mambo ya msingi ambayo <coughs> nitakuwa nikiyazungumza wakati huu ili kwamba hata siku za baadaye uweze kurejea na kurudia kurudia na kurudia, ili uendelee kuinuka na kusonga mbele katika uh, kumtumikia Mungu. Haleluya! tutakuwa tukijifunza kuhusiana na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwa undani. siku ya leo nitafanya utangulizi, kesho nitaendelea kugusia mambo ya muhimu sana, na siku ya Jumapili nitakuwa nikizungumzia kwa kina sana kuhusiana na sababu kwa nini Roho Mtakatifu atende kazi katika maisha yetu. Leo nitafanya utangulizi wa somo hili la utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Sasa kwa sababu tunajifunza, tutaangalia utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kiundani na nita sitazungumza kama mtu anayehubiri. Ah, nitazungumza kwa lugha ya, ya ualimu zaidi kwa sababu ningetamani kwamba uweze kuelewa kile ambacho Mungu amekikusudia katika hizi siku tatu. Ili mimi au wewe uwe na mahusiano mazuri na Mungu, ni lazima ndani yako Roho Mtakatifu afanye kazi, kuwe na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Ah, haiwezekani kabisa kuwa Mkristo hai bila kuwa na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani yako. Unaweza ukaitwa Mkristo labda kwa sababu ya jina lako ulilonalo, ukaitwa Mkristo pengine kwa sababu ya familia unayotokea, ukaitwa Mkristo kwa sababu hizo, lakini kama Roho Mtakatifu hafanyi kazi katika maisha yako, wewe hatuwezi kusema wewe ni Mkristo, kwa sababu kifuatilia katika historia uh, watu kuitwa Wakristo ilianzia kule Antiokia. E, katika ile karne ya kwanza mwaka wa arobaini na kitu hivi baada ya Yesu kuzaliwa duniani ndiyo watu walianza kuitwa Wakristo. Zamani kabla Yesu ajaja kulikuwa hakuna Wakristo, na hata baada ya Yesu kufanya kazi yake duniani hata akamaliza kazi yake, akapaa kurudi nyumbani, watu hawakuanza kuitwa Wakristo. Watu walianza kuitwa Wakristo baadaye kidogo, na wale walioitwa Wakristo ni wale walioonekana kuishi kama vile ambavyo Kristo alikuwa akiishi. Kwa hiyo watu from nowhere wakawaita Wakristo, watu wa njia ile, watu waliokuwa akiishi kulingana na vile Kristo alifundisha, kulingana na vile Kristo aliishi, basi ndio wakaitwa Wakristo. Kwa hiyo kuitwa au watu kuitwa wa Kristo kwa, kwa mara ya kwanza ilikuwa kule Antiokia, katika karne ya kwanza. Sasa watu wameendelea kuitwa Wakristo kuitwa Wakristo kuitwa. Ili mtu awe Mkristo hai, ni lazima Roho Mtakatifu awe hai katika maisha ya huyo mtu. Lazima kuwe na utendaji kazi, kuwe na nguvu uh, za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu awe hai katika maisha ya huyo mtu, ndio ta huyo mtu atakuwa Mkristo hai. Kwahiyo kama uko hapa, au ikiwa unasikiliza ujumbe huu, ukiwa unahisi kwamba wewe ni Mkristo kama Roho Mtakatifu hafanyi kazi ndani yako, una jambo la kufanya, una kitu cha ziada unatakiwa ufanye. Lazima umtafute Roho Mtakatifu, umtafute Mungu kwa bidii, ili Roho Mtakatifu atende kazi ndani yako. Hapo utakuwa Mkristo uliye hai. Sasa Roho Mtakatifu ni Mungu katika utendaji, ndio maana ni muhimu sana akae ndani yetu, ni muhimu sana afanye kazi ndani yetu kwa sababu Roho Mtakatifu anapotenda kazi ndani yetu, au Roho Mtakatifu anapotenda kazi ndani yako, tafsiri yake ni kwamba Mungu anakuongoza wewe kupitia roho yako. Yaani, Roho Mtakatifu akifanya kazi ndani yako, au Roho Mtakatifu akiwa ndani yako na utendaji kazi ukawepo ndani yako, tafsiri yake ni kwamba Mungu anakuongoza wewe. Mungu anayaongoza maisha yako. Ndio maana mtu ambaye ana utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani yake hawezi kumkuta mtu huyu akiishi maisha ya dhambi. Huyu mtu atakuwa mbali kabisa na yale, matendo ya dhambi hayatamtawala. Lakini mtu ambaye hana Roho wa Mungu ndani yake, huyu mtu maisha ya dhambi itakuwa ni kawaida, kuishi maisha ya dhambi kwake itakuwa ni jambo la kawaida, na ataona ni kitu cha kawaida. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu hatakuwa na hofu ya Mungu ndani yake. Ndiyo maana ndiyo maana Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana katika maisha ya kila mtu aliyemwamini Kristo. Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana katika maisha ya kila mtu anayejiita kwamba yeye ni Mkristo. Naomba tuangalie kitabu cha Wagalatia sura ile ya tano Wagalatia sura ya tano Tuta, tusome kuanzia mstari wa sita hadi ule mstari wa kumi na nane tunaangalia habari za utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu sasa. Tuanze na kitabu cha Wagalatia sura ya tano kuanzia mstari ule wa kumi na sita hadi mstari wa kumi na nane Biblia inasema, basi nasema enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya miatakayo. Lakini mkiongozwa na roho, hampo chini ya sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anawaandikia Wagalatia. Paulo wakati anaandika waraka huu kwa Wagalatia alikuwa anawaandikia watu walioipokea injili na kuiamini injili, kwa maana kwamba walikuwa wamemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini kwa kawaida watu wa Galatia walikuwa ni watu ambao wameishika sana sheria, kwa hiyo walikuwa wanaamini na kutembea katika sheria zaidi, hawakuwa wanaitambua neema. Lakini baada ya Paulo kuwahubiri injili walipoiamini injili sasa, wakaanza kuitambua neema. Paulo anawaandikia sasa katika mistari hii niliyosoma, anawakumbusha, anasema kwamba basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Sasa anapozungumza, anakuambia enendeni kwa Roho. Unajua, <clears throat> mwanadamu ana vitu vitatu mwanadamu ana mwili, mwanadamu ana nafsi, mwanadamu ana roho. Sasa alipokuwa anazungumza kwa habari ya kuenenda kwa roho, alikuwa hazungumzii roho kama sehemu ya mwanadamu, lakini alikuwa anawakumbusha na kuwaelekeza Wagalatia kwamba watembee kwa kuongozwa na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema mkiongozwa na roho hamko chini ya sheria. Kuwa chini ya sheria ni nini? Hakuwa anazungumzia ile sheria waliokuwa wakiiamini, lakini alitumia neno hili sheria ili iwe rahisi kwao kuelewa, kwa sababu walikuwa wamezoea kutamani kumpendeza Mungu kwa matendo ya sheria. Wagalatia hao kwao, wakati Paulo anawahubiri habari hizi na kuwafundisha kwa habari ya kuongozwa na roho wa Mungu, Roho Mtakatifu anawambia, ukiongozwa na roho wa Mungu hauko chini ya sheria. Ukiongozwa na roho wa Mungu haupo tena chini ya sheria, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho na roho kushindana na mwili. Zanapozungumza habari ya kuwa chini ya sheria maana yake alikuwa anazungumzia yale matendo ya mwili, yale matendo ambayo ni matokeo ya tamaa za mwili, kwamba ukiongozwa na Roho hautakuwa chini ya aina hiyo ya matendo. Sasa matendo ya mwili ni yapi? Paulo ameyazungumza pale pale chini, msaa kumi na tisa unasema basi matendo ya mwili ni dhahiri ndiyo haya, uasherati, uchafu, ufisadi, baada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yafananayo na hayo. Haya ni baadhi ya matendo ya mwili ambayo Paulo anayasema, lakini kabla hajayataja hayo, anasema mkienenda kwa roho hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo kuwa chini ya sheria manake ni kuishi katika matendo haya ya mwili ambayo Paulo ameyataja nami nimeyanukuu. Haleluya, watu wa Mungu! Kwa hiyo tunahitaji Roho Mtakatifu atende kazi ndani yetu ili tusienende katika matendo haya. Mtu yeyote hata kama anaweza kawa na jina zuri sana la Kikristo lakini kama hana Roho wa Mungu ndani yake, manake ataishi katika moja ya matendo haya. Anaweza kuwa mlevi, anaweza akawa eh, anaweza akawa mwasherati, anaweza kuwa na fitina, anaweza kuwa na wivu, anaweza kuwa na hasira. Kimojawapo kati ya hivi au vyote vinaweza vikawa sehemu ya maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu kinachoweza kumzuia kuishi chini ya matendo haya. Ndio maana Paulo anasema mkienenda kwa Roho hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Mkienenda kwa Roho hamtakuwa chini ya sheria. Kwa ili tusiwe chini ya sheria kama kanisa la Mungu, kama watu wa Mungu, ili tusiwe chini ya sheria, au tusiwe, tusitawaliwe na matendo haya ya mwili, kitu tunachohitaji sana, tunahitaji Roho Mtakatifu atende kazi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na, una, unajua uzuri wa Roho Mtakatifu kutenda kazi katika maisha ya mtu sio kwamba anamsaidia kutokuwa chini ya matendo haya, lakini pia anamwongoza hata katika yale mambo yanayogusa mwili na mahitaji ya kawaida. Kwa nini? Nafikiri wakati tukiendelea na semina, tutaona kuna vitu tutaviangalia. Tut, tutaona namna ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kuingilia kati katika mambo yanayohusu mwili tutaona namna gani Roho Mtakatifu anaingia kati katika mambo yanayogusa yana roho au yale mambo ya kimungu. Kwa nini? Kwa, kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu katika utendaji, so we need the Holy Spirit. Tunahitaji kuwa na Roho Mtakatifu ili kwamba tusienende katika matendo ya mwili na badala yake tutembee tukiongozwa na Mungu kupitia roho zetu zilizohuishwa. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, watu wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Walumi, Walumi sura ile ya nane Walumi sura ya nane na mstari wa tisa Walumi sura ya nane na ule mstari wa tisa Biblia inasema, lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, hamui hamufuati mwili bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake Huyu ni Paulo anawaandikia Walumi. Sasa anasema lakini ikiwa roho wa Mungu anafanya kazi ndani yenu, manake ninyi hamuufuati mwili. Kwa nini Paulo anasema hivi? Ni kwa sababu asili ya mwanadamu ni kuishi katika matendo ya mwili. Matendo ya mwili ni yapi? Tumeangalia katika kitabu cha Wagalatia sura ya tano mstari wa kumi na tisa Asili ya mwanadamu yeyote ni kuishi katika aina hiyo ya matendo ya ndiyo, asili ya mwanadamu tangu pale dhambi ilipoingia duniani, tangu pale Adamu na Eva walipotenda dhambi katika bustani ya Edeni, asili ya mwanadamu ilibadilika kutoka katika hali ya utakatifu na kutembea katika utakatifu, ilibadilika na ikawa asili ya dhambi. Unaposoma katika kitabu cha Warumi sura ile ya tano mstari wa kumi na mbili anazungumza anasema, kwa maana kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti. Kwa hiyo tokea pale dhambi ilipoingia duniani asili ya mwanadamu ni dhambi. Haleluya! lakini mtu anapokuwa amemwamini Kristo na Roho Mtakatifu akaanza kutenda kazi katika maisha huyo mtu hali inabadilika, na ndicho hiki ambacho Paulo anakizungumza anasema, kwamba lakini Roho wa Mungu akikaa ndani yenu, ninyi hamuufuati mwili. Maanake mmeondoka katika ile iliyokuwa asili yenu, sasa mmeingia katika asili nyingine, mmeingia katika hali nyingine, kwamba sasa mnaifuata Roho. Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba mmeondoka katika kuufuata mwili na kuanza kuishi katika ile matendo ya mwili. Sasa mmeondoka huko, mnaanza kufuata Roho. Kwa hiyo mtu hauhitaji kufanya bidii kuacha dhambi, ila unahitaji kufanya bidii kumtafuta Roho Mtakatifu ili akuongoze. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu akikuongoza, Roho Mtakatifu akikuongoza, hautatembea katika ile matendo ya mwili. Hata kama ungekuwa mlevi mlevi wa kupindukia ukiongozwa na roho wa Mungu utasahau pombe. Hata ungekuwa jambazi, ukiongozwa na roho wa Mungu utasahau kama wewe ulikuwa jambazi. Hata ungekuwa mgomvi, ungekuwa na wivu, ungekuwa na hasira, ungekuwa uh, na fitina kiasi gani, ungekuwa mtu wa ajabu kiasi gani, unapokuwa umebadilika kutoka katika kufuata mwili na kuanza kuongozwa na Roho utabadilika na yale mambo yote yatapotea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Yatarudi kwako tena, yatarudi kuwa sehemu ya maisha yako pale utakapomwacha Mungu na Roho Mtakatifu akakuacha. Kwa hiyo bidii ambayo watu wengi wanaitumia kujizuia kufanya uovu, wangeitumia bidii hiyo kumtafuta Mungu na Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yao, maisha yao yangekuwa rahisi. Kwa hiyo, wangejikuta automatically wanatembea katika matendo ya Mungu au katika kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho kitu ambacho Paulo anazungumza, anasema: lakini mkiongozwa na Roho wa Mungu hamufuati mwili tena, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Mungu, huyo si wake Unaweza ukawa ukahisi wewe ni milki ya Mungu, lakini kumbe si milki ya Mungu. Mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ndani yake, huyu mtu hawezi kuwasiliana na Mungu, hawezi kuwasiliana na Mungu. Mtu ambaye hana Roho wa Mungu ndani yake, huyu hawezi kuongozwa na Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu ili kwanza tuweze kuwasiliana na Mungu tuwe na direct communication tu, tuwe na mawasiliano ya moja kwa moja. Unajua, unaposoma katika Biblia unagundua kuna watu walikuwa na uwezo wa kuwasiliana na Mungu. Katika lile agano la kale, kuna watu ambao walikuwa na uwezo wa kuwasiliana na Mungu, walikuwa na uwezo wa communicate. Ukimwangalia mtu kama Elia, Elia alikuwa na uwezo wa kuzungumza na Mungu na ukisoma katika kitabu cha Wafalme utagundua kuna wakati aliomba hata mvua isinyeshe miaka mitatu na nusu. Miaka mitatu na nusu, anapoenda kuzungumza na Ahabu anamwambia mvua haitanyesha miaka mitatu na nusu. Tayari ana taarifa. Maana yake ni nini? Amewasiliana na Mungu, ana uwezo wa kuwasiliana na Mungu. Kwa hiyo unapokuwa na utendaji wa Roho Mtakatifu ndani yako unakuwa na uwezo wa kuwasiliana. Lakini jambo la pili, kwa nini Roho Mtakatifu afanye kazi katika maisha yetu? Roho Mtakatifu ni muhimu afanye kazi katika maisha yetu ili tuweze kuongozwa na Mungu, ili Mungu aweze kutuongoza. Una mhitaji Roho Mtakatifu awe hai katika maisha yako, afanye kazi katika maisha yako ili uweze kuongozwa. Mungu akikuongoza, Mungu hawezi kukuongoza alafu akakupeleka chaka. Hauwezi kuongozwa na Mungu ukawa unafanya makosa kila siku. Hauwezi kuongozwa na Mungu ukatembea kama mtu ambaye anatembea gizani. Utatembea kama mtu ambaye anatembea kwenye nuru, anatembea katika nuru. Kwa nini? Kwa sababu unaongozwa na Mungu ambaye anajua yote, ana uwezo wote na yupo mahali pote wakati wote. Sasa manake wewe unakuwa unaongozwa, yani unaongozwa na, unaongozwa na uwezo mkubwa. Manake unakuwa na nguvu nyingi, hata, ukita, hata unataka kwenda mahali unaenda kwa ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu unaongozwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaongozwa na Mungu, ndio maana Paulo anazungumza jambo hili na analisisitiza wakati anazungumza na Warumi na hata pok anazungumza na Wagalatia. Kwa nini ni muhimu Roho Mtakatifu awe atende kazi katika maisha yetu? Mtu asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake, sasa na hata milele. Haleluya! Mtu anakuwa milki ya Mungu pale anapokubali kumwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wake na Roho Mtakatifu akatenda kazi katika maisha, ndio huyu mtu anakuwa milki ya sasa. Unaweza ukajiuliza kwamba inawezekanaje mtu akawa duniani, mtu akawa duniani anakuwa ugali na matembele, alafu huyu mtu ni milki ya Mungu? How this come, jambo hili linakujaje au jambo hili linawezekanaje? Ziko sababu mbili nakupa kwa nini jambo hili linawezekana. Mtu akawa anaishi duniani lakini huyu mtu akawa ni milki ya Mungu. Jambo hili linawezekana kwa sababu, sababu ya kwanza, Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu anakuwa ni shahidi wa ndani. Hii ni sababu ya kwanza, kwa nini mtu anapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yake anakuwa ni milki ya Mungu. Sababu ya kwanza, Roho Mtakatifu anapofanya kazi ndani ya kwako, Roho Mtakatifu anapofanya kazi ndani yako, huyo Roho Mtakatifu anakuwa ni shahidi wa ndani. Soma kitabu kile cha Walumi, nafikiri tutasoma baadaye, anakuwa shahidi wa ndani ambaye kazi yake ni nini? Kazi yake ni kushuhudia ndani ya huyo mtu, na wakati wote anapokuwa anashuhudia, tafsiri yake ni kwamba Mungu anamuongoza huyo mtu. Sasa unapokuwa unaongozwa na Mungu